Anza. Ni riziki kwa sababu kwanza mangu walivyoingia kwenye hiki kipi, tumezindua mawe mdarara mda, tumezindua mawe orikesmeti, tumezindua mawe na donjo kitu, tumezindua mawe losteti. Leo sasa hapa tuko watu wengi kabisa hapa, kila mmoja anataka madini hapa. Kuna madini kumiamba, mimi kama mfanyakazi, labda kama mvumbuzi wa madini Nishaona miamba ya hapa nishazama kwenye ile jishimo hapo, nikaona kabisa kwamba kuna ku mwelekeo wa madini. Mimi nashukuru sana kwa sababu kuna watu wengi, sio mimi mwenyewe nipo. Ningekuwa ni mwenyewe nipo, labda ningekuwa ningejikatisha tamaa, lakini nashukuru kwa sababu diwani yupo, aliongea jambo moja kwamba kila kitu kina kina mpaka, au sio, mzee? Nimesha kushukuru. Bariki na Igisa kivuyo naitwa Elibariki na igisa kibu io, mwenyekiti wa kitongoji cha Losteti kijiji cha Patanumbe. Kwanza juzi nimepata wageni kwenye hii kitongoji. Kidogo juzi tutofautiane kauli na watu, maana tulibishana kidogo watu wakiwa anataka kufanya kazi lakini kawasimamisha. Lakini ninachoomba kwa sababu nimeona kwamba watu wameruhusiwa waendelee kufanya kazi. Ninaomba watu wasifanye furugu, watu wafanye kazi, kila ikiwezekana kila mtu atafute neno lake la kufanyia kazi kwa ushirikiano bila furugu mpaka utaratibu utakapowekwa wa uongozi, kama diwani alivyosema. Na mimi kama mzaliwa wa eneo hili, niliposikia kwamba kuna mali imepatikana huku, mwenyekiti wangu alikuwa ananitania anasema, kweli kila mtu asahau kwao, umesikia kuna mali imepatikana, naona umerudi nyumbani, lakini kiuhalisia tulisema tuje tu kama waadau na viongozi wenu. Jambo la kwanza nilitamani kuja kupaona ili mimi niiombe serikali, maana serikali kisha gundua kuna mawe hapa, itawafukuza iweke utaratibu. Kwa hiyo nilitaka nije ili niiombe serikali kwa kipindi hichi ambacho bado mnafanya uvumbuzi huu, basi waache muendelee kufanya uvumbuzi mpaka hapo baadaye atakapokuwa yamegundulika, basi ndo serikali ifanye utaratibu wake. Lakini ni ukweli, mtakapotunza amani, mtakapoheshimiana na kupendana kwenye kazi hii, mtasababisha serikali ikae kimya. Lakini mkianza vurugu, mkianza kugombana, serikali haitanyamaza, itakuja kuwaondoa hapa. Kwa hiyo, ni busara alichokisema diwani, mkapata viongozi, ili basi kunapokuwa na tatizo lolote, yule kiongozi wenu anaweza kufanyaje, anaweza kuulizwa. Mimi kwa namna ambavyo nimezunguka kwenye mawe, inaonekana wazi hapa kuna madini na inawezekana kukawa na madini mengi zaidi ya hayo yanayozungumzwa. Kikubwa, tafuteni kayamba, mwanze kuchekecha huu udongo, mnawezekana huku udongo watu wakaokota mawe mengi tu sana, alafu baada ya hapo ndio mtafanyaje, mtakwenda chini. Baada ya hapo, mi niwatakie kazi njema, Mungu awabariki na aonyeshe hayo ambayo tunachokitafuta asanteni sana. Mimi naitwa Simon Peter, Viongozi wa Chama cha Mapinduzi, mjumbe wa kamati ya siasa, lakini na mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi hi wilaya hii, na mimi tu niseme kwamba vile ni neema pekee kama kweli eneo hili litakuwa na madini na sisi sasa, ndani ya wilaya yetu, tulikuwa tumepata madini au aina moja wapo ya madini, kwa sababu tulikuwa tuna vyanzo tu vya mapato, lakini hasoaswa tukiongozwa na mbuga za wanyama, hasuaswa mbuga ya Arusha National Park. Wito wangu tu mimi nilikuwa namwomba mheshimiwa mkuu wa wilaya Jerry Muro aweze kufika kwenye ile eneo kwa ajili ya kuja kujionea, lakini vile vile na vilevile kuzungumza na wananchi wa eneo hili, basi na yeye kama mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa wilaya yetu hawezi kuzungumza na watu hawa, lakini na kuwapa msimamo wa serikali, ili basi wajue kwamba wanafanya tafiti zao katika nyanja gani, lakini kwa amani na utulivu. Kwa wilaya, naye atakuja Jerimuru, atazungumza na nyinyi, lakini kikubwa ni kuhamasisha tu lakini nasi tunaomba serikali nywe muendelee kufanya kazi hadi mvumbuo uvumbuzi ukamilike, ndio serikali je iweke iweke mambo sawa, si ndio? Watu wanakamata maeneo hapa, kila mtu ndio hivyo, wanaweka alama zao kwa ajili ya kuanza kuweka alama. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa NAKTE nambari rage mkwaju ane mkwaju 029, wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka wa masomo 2018 2019 katika kozi zifuatazo: IT, business administration, accountancy, procurement and supply, front office and hotel management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi; wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na digri katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini, wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0652835123 au 0766348652. KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda. Naitwa Catherine Kahabi. Kama balozi wa Jaffel G, kazi yangu kubwa ni kukukumbusha usalama wako kwanza uwapo kazini kwa kutumia bidhaa bora kabisa kutoka Jaffel G Hardware and Machinery Company. Tuna bidhaa tofauti tofauti kama vile raincoat vileeaeshieiro naa mbalimbali na nyingine nyingi, nyingi. Unatupataje? Tupigie sasa hivi kwa 0753600099 au 0787522672. Wasiliana nasi kwa barua pepe. Yani, hivi ndivyo maisha hunoga unapokuwa na kinywaji cha Jambo. Sherekea pati la kijanja popote ulipo ukiwa umeshika mkononi kinywaji cha Jambo, tuburudike na maji ya jambo kukata kiu yako Na kinywaji cha Jambo kutoka Jambo food product, iwe Jambo coco pine, Jambo pineapple extra, Jambo power, Jambo orange milk na Jambo lina yenye ladha ya maziwa jamuka ya